Usiku wa Alhamisi tarehe ishirini na moja mwezi wa tatu mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa mji wa Sumbawanga ulikuwa tulivu usiokuwa na makuu kama vile kawaida yake. Baada ya kucheza jioni nzima, watoto wote walikuwa tayari wamerejea majumbani kwao wakiwa salama na wenye furaha na tayari kujiandaa kwenda kulala ili kesho yake waweze kuamka mapema na kuendelea na kwenda shuleni. Watoto wote walikuwa wamerudi nyumbani kwao kasoro watoto watatu. Watoto Nicholaus Wambagae, Emmanuel Juma pamoja na Brighton Masumbuko Kapufi walikuwa ni marafiki wa karibu sana ambao mara nyingi walikuwa wakicheza pamoja. Basi siku ile ya tarehe ishirini na moja hawa watoto walionekana kama kawaida yao na majirani, wakiwa wanacheza eneo lile lile la karibia na nyumbani kwao. Lakini ulipofika ule usiku, hawa watoto watatu hawakurudi nyumbani. Basi usiku ulikuwa ni mwanzo wa safari ndefu ya maumivu ambayo wazazi wao hawakuwahi kuwaza kama wangeweza kuja kupitia katika maisha yao yote. Ilipofika majira ya saa nne au saa tano usiku, wale wazazi watatu wakaanza safari sasa kuenda katika maeneo mbalimbali ya huu mtaa wa Kizwite kuangalia kama vile watoto wao labda walikuwa wanacheza wakapitiwa wakasahau kurudi nyumbani. Basi kwa pamoja wazazi hawa wakazunguka maeneo mbalimbali, wakaenda kwenye viwanja vya mpira, wakaenda kwenye nyumba zinazoonyesha video, na pia wakaenda kwenye sehemu zinazopiga mziki, ili mradi tu kutafuta kama watoto wao walikuwa wamepitiwa huko. Walipopita sehemu zizote na kuwakosa watoto wao, wakaanza kujiuliza marafiki wengine wa karibu wa watoto wao ni akina nani, na wakaanza kutembelea nyumba zao mmoja mmoja kwenda kuwatafuta watoto wao lakini kila nyumba walioingia na kwenda kuulizia kote, waliambiwa kwamba watoto wao hawapo pale. Baadhi ya watu waliwaambia kwamba jioni waliwaona wale watoto wakiwa pamoja, lakini baadaye hawakufahamu walielekea wapi. Basi wazazi hawakuweza tena kulala, usingizi uliishia pale. Jambo lile lilikuwa sio kwa kawaida, hasa kwa watoto wao. Haikuwahi kutokea hata siku moja watoto waende kucheza bila kurudi nyumbani. Basi Usiku kucha wazazi walikaa macho wakiendelea kutafuta watoto wao, kiasi kwamba mpaka ilipofika asubuhi, karibia kila mtu katika ule mtaa alikuwa anajua kwamba kuna watoto watatu, watatu walikuwa wamepotea. Basi ilipofika asubuhi, yaani tarehe ishirini na mbili mwezi wa tatu mwaka ule wa elfu mbili na kumi na tisa wazazi wakisaidiwa na majirani na baadhi ya ndugu na marafiki wakaamua kuelekea kituo cha polisi kwenda kutoa taarifa kuhusu kupotelewa na watoto wao wow. walipofika pale na kutoa taarifa kama vile ambavyo tayari utakuwa unafahamu kwa kawaida inabidi mtu anapokuwa amepotea inabidi usubiri masaa ishirini na nne kabla ripoti hajaandikwa polisi lakini kwa sababu hawa walikuwa ni watoto wadogo basi maaskari wakagundua kabisa hili likuwa si jambo la kawaida na wakaamua kulitilia mkazo kwa hiyo viongozi wa mtaa pamoja na watu wote wakashauriwa waendelee kuwasaidia wale wa wazazi kuwatafuta watoto wao wakati polisi wakijipanga kusaidia. Basi maaskari pamoja na wananchi wa mtaa Kizwite pamoja na wazazi waliendelea kuwatafuta wale watoto siku hili ya Ijumaa, lakini na ile siku ya pili nayo e, ikapita bila wale watoto kupatikana. Basi siku mbili baadaye, yaani Jumamosi ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa tatu mwaka ule wa elfu mbili na kumi na tisa, mwanamama mmoja ambaye alikuwa anafahamika kwa majina Maria Exaveri Mwezi Mpya alikuwa akitoka za kisokoni, ambapo alikuwa akifanya biashara. Ghafla alishtuka akashangaa kwamba amekumbatiwa kwa nguvu sana na mtoto mdogo. Alipingwa na butwaa kwa sababu alivyomwangalia yule mtoto kwa haraka haraka, alikuwa hajamtambua lakini yule mtoto alivyoendelea kumbana na mikono yake huku akilia, Bi Maria akamwangalia vizuri tena usoni na hapo ndipo alipomgundua kwamba huyu mtoto alikuwa si mwingine bali ni Brighton Masumbuko Kapufi, mmoja kati ya wale watoto watatu ambao walikuwa wamepotea na walikuwa wakitafutwa hii siku ya pili kwenda siku ya tatu. Bi Maria alikuwa anamfahamu huyu mtoto sana, kwa sababu mama yake na huyu mtoto yaani, mama Brighton alikuwa na yeye ni muuzaji katika soko lile lile ambalo Bi Maria alikuwa anauza. Kwa hiyo hawa mama wawili alikuwa marafiki sana, na ndio maana huyu mtoto alipomwona huyu mama alimkumbatia, kwa sababu alikuwa anafahamu kwamba ni rafiki wa karibu wa mama yake. Basi kabla hata ya kumuuliza mtoto alipatwa na nini, Bi Maria alishajua kuwa kuna jambo baya sana litakuwa lilimtokea kwa sababu Brighton alikuwa katika hali mbaya sana. Muonekano wake ulikuwa ni kama mtu ambaye hajaoga, hajala wala hajalala, labda hata wiki nzima. Yule mtoto alifungua mdomo wake huko akilia wa akamwambia Bimaria kwamba yeye na marafiki zake walikuwa wamefungiwa kwenye gari la mbaba mmoja hivi. Zaidi ya hapo, akaendelea kumwambia Bimaria kwamba wenzake amewaacha kule lakini walikuwa wamekwisha fariki. Taarifa hii ilimshtua sana bi Maria. Mara ya kwanza aliwaza kwamba labda mtoto alikuwa amepata changamoto ya afya ya akili, kwa sababu mambo alikuwa anayasema alikuwa ni mazito sana kwa mtoto mdogo, lakini alivyomwangalia usoni wakati mtoto anaongea, ile hofu aliyekuwa anaionyesha ilimfanya aweze kufikiria kwamba inawezekana mtoto anasema ukweli mtoto alikuwa anaongea na kulia kana kwamba huyo mtu aliyosema kwamba aliwakamata yeye na rafiki zake bado anamfata nyuma. Basi ili kumpunguzia ile hofu, bi Maria akaamua kumtoa pale Brighton na kusogea naye pembeni kidogo, ambapo kulikuwa na mgahawa. Walipofika pale mgahawani, mtoto alionyesha hali ya kuwa na njaa sana na kiu sana, kwa hiyo akaona kabla ajamtafuta mama yake amwagizie kwanza chakula, yani kifungua kinywa. Halafu baada ya hapo ndio akachukua simu yake na kumpigia simu mama Brighton ili kumwambia kwamba mtoto wake amempata. Lakini baada ya kujaribu mara nyingi sana, bimaria hakuweza kumpata mama Brighton. Simu yake ilikuwa haipokelewi kabisa, kitu ambacho kilikuwa kinaeleweka, kwa sababu huyu mama alikuwa ni kama amechanganyikiwa kwa siku karibia tatu, halali alikuwa hali, muda wote ni kumtafuta mtoto tu. Kwa hiyo akaelewa kwamba inawezekana simu yake ameisahau pembeni. Basi mpaka mtoto anamaliza kula, bi Maria hakuweza kumpata mama Brighton kwenye simu, kwa hiyo akamchukua yule mtoto, akamshika mkono na kuenda naye moja kwa moja mpaka nyumbani kwao. Basi ndani ya muda mfupi wazazi wa Brighton wakapata taarifa kwamba mtoto wao amepatikana na yupo nyumbani. Walitoka huku walikokuwa wakimtafuta mtoto wao na kurudi moja kwa moja nyumbani Walipofika pale, ni vilio tu vilianza kulipuka kutoka katika nyumba ile. Wazazi hawakuamini kwamba mtoto ambaye walikuwa wamempoteza kwa siku zote hizo amerudi, na zaidi ya hapo, mtoto alikuwa akionekana ni wa hali mbaya sana. Hawakuwahi katika maisha yao kumwona mtoto wao yuko namna ile. Mtoto akawasimulia wazazi wake yale yaliyomkuta yeye pamoja na marafiki zake, kama vile alivyomwambia bi Maria. Wazazi wake hawakuamini alichokuwa nakisikia, lakini ilibidi waamini na wapige simu polisi. Basi ndani ya dakika chache maaskari polisi wakafika pale nyumbani kwa kina Brighton wakiongozwa na SP Shukrani Madulu, na pamoja nao wazazi wa wale watoto wengine wawili na wao wakawasili pale ili waweze kupata taarifa kuhusu watoto wao. Wananchi nao wakaweza kujongea pale, kwa sababu nao walikuwa wakiwatafuta wale watoto hizi siku zote, kama vile wazazi walivyokuwa wanawatafuta. Kila mtu alitaka kujua hawa watoto walikuwa wapi, kwa sababu kama kutafuta wametafuta mtaa mzima na mitaa ya jirani, hawakuwapata. Mtoto huyu amerudi, alikuwa ametoka wapi? Akaelezea Brighton kwamba ile jioni ni kweli alikuwa akicheza zake na marafiki zake eneo la karibu na pale, walipokuwepo ni pale nyumbani kwao. Ghafla akatokea mbaba mmoja akawashika mkono na kuwavuta moja kwa moja na kuwafungua geti na kuwaingiza kwenye nyumba yake. Humo ndani ya ile nyumba akasema Brighton kwamba yule baba akawapeleka moja kwa moja ndani. Kufika kule ndani, Brighton anasema kwamba yule baba akachukua vitambaa akawafunga mdomoni wale marafiki zake wawili, kwa sababu walikuwa wanapiga makelele. Ye alikuwa hapiga makelele, kwa hiyo hakufungwa mdomoni. Baada ya hapo, akasema kwamba yule baba akachukua kitu aka piga wale rafiki zake kichwani. Zaidi ya hapo Brighton anasema kwamba yule baba akachukua kisu akawachoma rafiki zake mgongoni. baada ya kufanya haya yote akawabeba wale rafiki zake pamoja na yeye akawaingiza kwenye gari lake la rangi ya blu akawafungia. Maskari walipomuuliza Brighton kama anamjua huyo baba aliyewachukua, yeye akajibu kwamba hamfahamu, lakini alisema kwamba anafahamu hiyo nyumba ambao huyo baba aliwapeleka. Na walipomuuliza Brighton kwamba aliwezaje sasa yeye kutoroka hadi kufika kukutana na Bi Maria, akasema kwamba kaka alimfungulia mlango wa lile gari akamwambia akimbie. Basi maaskari wakaona wasipuuzie maelekezo ya huyu mtoto, ingawaje yalikuwa ni mazito sana, hadi anaweza akaonekana kama vile yasiyo ya kuaminika, lakini bado kutokana na utaalamu wao wakaona kama vile huyu mtoto anasema ukweli. Basi kutokana na umuhimu mkubwa sana wa kuweza kurudi alipokuwepo, ili kuweza kuangalia kama vile kweli simulizi yake ni ya kweli basi bila kupoteza muda, safari ikaanza kutoka pale kwa kina Brighton kuelekea kwenye nyumba ambayo Brighton anasema kwamba yeye na marafiki zake walikuwa wamefungwa. Maaskari hawakutaka kuchelewa kwa sababu walihofu kama vile kweli yaliyokuwa anayasema Brighton yalikuwa ni ya kweli, basi huyu mhusika ni lazima aidha angetoroka au angeharibu ushahidi pale ang apapo atagundua kama vile Brighton amefanikiwa kutoroka. Kwa hiyo akaona kinachotakiwa kufanyika hapa ni kumwahi yule kabla mambo hayajaharibika. Basi mtoto akaongoza kundi la watu akiwemo wa maaskari, wazazi wake yeye, wazazi wa wale rafiki zake, pamoja na wananchi mbalimbali wa ule mtaa akizwite, kuelekea sehemu ambayo alikuwa ametoka. Basi wakafika kwenye sehemu, katika hiyo nyumba kulikuwa kuna wigo pamoja na geti jeusi. Brighton akanyosha mkono akasema, jamani, ni hapa ambapo tulikuwa tumewekwa huku ndani na marafiki zangu hapo humu ndani. Basi bila kuchelewa, maaskari wakagonga mlango na wakafungua lile geti, na kweli kama vile mtoto alivyosema, walipoingia tu getini kitu cha kwanza kukiona lilikuwa ni gari la rangi ya bluu likiwa limeegeshwa. Gari hilo lilionekana kuwa ni mbovu na kuwa lilikuwa limeegeshwa pale kwa muda mrefu sana. Basi moja kwa moja hapo wakaamini kwamba kweli Brighton alikuwa anasema ukweli. Basi maaskari walionyesha kuwa na uharaka wa kukagua lile eneo, kwa sababu bado kulikuwa na uwezekano labda wale watoto wengine nao walikuwa hai kama Brighton na alikuwa anahitaji msaada. Ndio maana walipogonga hodi na kuona kuwa hakuna mtu aliyokuwa akiwapokea, wakaanza ukaguzi wa awali mara moja. Wakati kiongozi wa mtaa akiendelea kuzunguka ile nyumba huku wakipiga hodi na kuita, maskari wakaenda moja kwa moja katika lile gari. Baada ya kulichunguza kule kwa nje, ilikuwa dhahiri kwamba kule ndani ile lile gari kulikuwa hakuna mtu. Brighton alikuwa amesimama pembeni akiwaangalia, akitegemea kwamba watafungua gari watakuta rafiki zake mule ndani, lakini maaskari walipojaribu kulifungua, ndio gari lilikuwa wazi, lakini kule ndani hakukuwa na mtoto. Lakini ingawa wale watoto hawakuwepo mule ndani, kulikuwa na kitu ambacho kilionyesha kwa asilimia mia moja kwamba bila shaka kule ndani ya lile gari kulikuwepo na hawa watoto ambao Brighton alisema walikuwepo kwa sababu walivyofungua dili gari ilitoka harufu kali sana, ambayo ilikuwa sio ya kawaida. Kutokana na utaalamu wao, waliweza kutambua kwamba ile harufu ilikuwa ni harufu iliyochanganyika na harufu ya haja ndogo, haja kubwa, damu pamoja na harufu ya mwili ambao ulikuwa umeharibika. Baada ya kufungua tulilegea na kupata ile harufu, na kila mtu aliamini maelezo ya mtoto Brighton, na huruma iliyowajaa moyoni mwao ikazidi maradufu, kwa sababu walipata picha kamili ya jinsi gani yule mtoto mdogo aliteseka siku karibia ya tatu ndani ya gari dogo kama lile na harufu kali kama ile na zaidi ya hapo, akiwa na miili ya rafiki zake. Basi kufikia hapa sasa, Watanzania wamtaa akizuite taratibu, wakaanza kupandwa na hasira, kwa sababu ilikuwa dhahiri kwamba ili kwa kweli katika hili jumba kulikuwa kuna kitu kibaya kimeenda kuwatokea hawa watoto, na hawakuwa wakifunguliwa mlango, yani hakukuwa na mtu kule ndani. Walikuwa wanajua kwa asilimia mia moja kulikuwa na muuaji miongoni mwao na hawakuwa tayari kumwachia hivi hivi. Basi msako ukaanza. Walijua watoto wale hawatakuwa mbali sana, kwa sababu Brighton alikuwa ametoroka masaa machache yaliyopita, ni asubuhi ile ile na alivyokuwa anatoroka yeye alidai kwamba wenzake aliwaacha kwenye lile gari, kwa sababu walikuwa tayari wameshafariki. Kwa hiyo kama vile ndani ya zile dakika chache za Brighton kutoroka pale kwenda nyumbani na wao, kufika tena pale mili haipo na gari liko liko saa tu, wakajua kabisa huyu muuaji alivyofungua hili gari na kukuta mtoto mmoja hayupo, atakuwa alichanganyikiwa, akajua kabisa huyu mtoto ataenda kutoa taarifa, halafu yeye atakuja kupata matatizo. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba alivyoona hali hile akaamua kutafuta mahala pa karibu pa kuweza kuficha ile mili yale watoto, ili ikaja kutokea kwamba Brighton aende kusema, halafu watu waje kumkagua pale wasikutane na kitu chochote cha kuweza kumtia yeye hatiani. Basi watu wakaanza kukagua ile nyumba, wengine wakaanza kuzunguka, wengine wakawa wanajaribu kufungua milango, wengine wanatafuta kila kona. Baada ya kumaliza eneo la ndani ya ile nyumba, wakaona bora watoke wakague na maeneo ya jirani. Wakati wanaendelea kufanya huu msako watu wakaanza kuulizana na naka hapa na nyumbani ni kwa nani, na wale waliokuwa wanafahamu wakaanza kuambiana kwamba hapa anaishi mwana baba mmoja ambaye anafahamika kwa jina la James Kapyela na alikuwa nakaa pale pamoja na, na mtoto wake wa kiume. Kwa hiyo hata kama yeye hayupo pale nyumbani, mwanaye kuna uwezekano kwamba yupo pale nyumbani, lakini uwezekano kwamba wote wawili hawako bado ni mkubwa, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaishi pale zaidi ya wao wawili kutokana na mahojiano ya awali na wanamtaa waliokuwepo wakimfahamu yule mtu mwenye ile nyumba maaskari wakapata taarifa kwamba James Kapyela alikuwa akifanya shughuli zake katika duka lake la vifaa vya magari ambalo lipo kwenye sehemu ambayo imechangamka kidogo yaka mjini mjini kidogo katika huo mtaa wao na alikuwa akiishi katika nyumba ile na mwanaye wa kiume ambaye alifahamika kwa jina la Michael James Kapyela basi wakati maaskari wengine wanaendelea kuuliza watu maswali kikundi cha watu wachache pamoja na askari SP Maduhu wakaingia kwenye nyumba ya pembeni ya bwana Kapyela ambayo ilikuwa kama vile mita hamsini tu. Walivogia kwenye hiyo nyumba, ilionekana kabisa kwamba nyumba ambayo ilitelekezwa, yani ilikuwa haijamalizika, halafu mjenzi kaitelekeza muda mrefu. Basi walivyoingia katika hiyo nyumba, ndani ya watu wachache tu, wakakaribishwa na harufu kali sana, ambayo kutokana na utaalamu wa maaskari waligundua moja kwa moja kabisa ilikuwa ni harufu ya mwili ambao uliokuwa unaharibika, na kweli walivyosogea ndani ya ile nyumba, katika mojawapo wa vile vyumba walikuta miili ya watoto wawili ikiwa imetelekezwa pale. Basi hapa sasa ndio msiba ulipoanzia. Wazazi wa wale watoto ilibidi wasaidiwe kutoka katika lile eneo, maana walikuwa katika hali mbaya sana. Kwa zaidi ya siku mbili wamekuwa wakitafuta watoto wao, na leo baada ya Brighton kupatikana na wao wakapata kaa imani kidogo, kwamba labda na wenyewe watoto wao watapatikana wakiwa hai, lakini badala yake wameweza kufika pale na wamekutana na machungu wasioelezeka kwa sababu watoto wao ambao wao walikuwa wanawapenda kwa mioyo yao yote walikuwa wametupwa tu kwenye jumba bovu kama vile takataka taka, kana kwamba hawana thamani yoyote hapa duniani. Basi wananchi kama kawaida, zile hasira ambazo zilikuwa zimeshaanza kupoapoa kidogo zikapanda tena. Sasa watu walikuwa na uchungu kana kwamba wale watoto walikuwa ni wakuzaa wao, kichwani mwao walikuwa wanawaza tu kwamba miongoni mwao kuna muuaji na isingekuwa huyo muuaji kuwakamata watoto hawa watatu, basi angewakamata watoto wengine wa mtu yoyote yule kati yao. Kwa hiyo walikuwa wameshikwa na hasira wakisema kwamba huyu lazima wamfanyie kitu. Basi ndani ya dakika chache gari la polisi likafika pale, wakachukua ile mili ya watoto na kupeleka hospitalini kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa postmortem. Basi wale maskari walipotoka tu, huku nyuma haieleweki, viberiti vilikuja saa ngapi kimadume, mafuta yalifika saa ngapi, lakini ndani ya dakika chache nyumba ya bwana James Kapyela ilikuwa ikiteketea na moto usiokuwa wa kawaida kwa wakati ule. Kwa hasira, waliona kama vile wamefanya jambo sahihi, lakini kiuhalisia walikuwa wamefanya kosa kubwa sana ambalo lilikuwa kuathiri upelelezi wa ile kesi, kwa sababu ile nyumba na lile gari bovu ilibidi vifanyiwa uchunguzi wa kiforensic ili kusaidia kesi mahakamani kuonyesha kuwa kweli wale watoto walikuwa wameuawa na bwana Kapyela. Mfano mzuri kabisa, kule ndani ya ile nyumba na lile gari wangeweza kupata sampuli za DNA za wale watoto, kwa sababu Brighton alisema kwamba kule ndani ya ile nyumba walipigwa na kitu kisicho kichwani, walikuwa wanatoka damu na kutoka hapo wakatiwa katika lile gari na kufungiwa katika lile gari bovu. Kwa hiyo ina maana maskari walikuwa na uwezo wa kupata sampuli za DNA kutoka katika damu jasho, na vitu vingine kutoka kwa wale watoto, na hivi vingesaidia mahakama bila shaka kutokupoteza muda katika kuamini kwamba huyu bwana ndiye alikuwa amesababisha vile vifo, kwa hiyo adhabu itoke mara moja. Basi maskari wakarudi zao kituoni ajili ya kusambaza taarifa pamoja na kuweka mkakati wa kwenda kumkamata yule bwana Kapiela mara moja. Lakini kabla hawajatoka majira ya saa saba saa nani mchana hivi wanaume wawili waliwasili pale kituoni mmojawapo akajitambulisha kama Rosta Emmanuel Mfuga aliomba kusikilizwa na ali maaskari na kuripoti kwamba yeye amemsindikiza rafiki yake kuja pale kwa sababu wamepata taarifa kwamba nyumba yake huyo rafiki yake imechomwa moto na wananchi. Basi maskari waliopangiwa kwenda kumtafuta bwana Kapyela na kumleta pale walijiona kama vile wamepata bahati ya mtende, wakampokea bwana James Kapyela walipomuuliza kwamba alipata saa ngapi taarifa za kuhusu nyumba yake kuchoma moto. Akadai kwamba yeye alipigiwa simu na kuambiwa kwamba nyumba yake inachoma moto majira ya saa nne au saa tano asubuhi, na pale kituo nakofika majira ya saa nane, maaskari wakamwelezea yaliyojiri na vitu vilivyosababisha mpaka nyumba yake iweze kuchoma moto, na hapo ndipo bwana Kapyela akachukua nafasi yake ya kuanza kujitetea na kusema kwamba yeye hamfahamu Brighton, hajachukua mtoto wa mtu yoyote, wala hajaua mtoto wa imechomwa kwa makosa, yeye hana hatia. Mpaka inafika siku bwana Kapyela anapandishwa kizimbani, aliendelea kusisitiza kuwa yeye hajawahi kuwatia machoni hawa watoto wanawaongelea. Basi upelelezi ukakamilika, na mnamo tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili ndani ya mahakama kuu ya Sumbawanga chini ya hakimu J.V Mwenempazi, upande wa mashtaka yani jamhuri ulileta jumla mashahidi kumi ili kuionyesha mahakama kwamba bila shaka mtu aliyewaua wale watoto na kujaribu kumuua Brighton alikuwa ni bwana James Kapyela. Kati ya wale mashahidi kumi, mmoja wamo alikuwa mtoto Brighton, ambaye alisimulia tena jinsi alivyotekwa yeye pamoja na marafiki zake na jinsi marafiki zake walivyouwawa. Katika ushuhuda wake, kitu kilichokuwa dhahiri ni kwamba yeye Brighton alikuwa hamfahamu bwana James Kapyela wala alikuwa hafahamu ile nyumba yake. Kwa hiyo wakati anasimulia ule ushuhuda wake, alikuwa anasema kwamba tulichukuliwa na mbaba, hakumtaja kwamba tulichukuliwa na bwana Kapyela. Hii sasa ikawa ni moja ya point ambayo wakili wa utetezi wa bwana Kapyela aliitumia kwa ajili ya kudai kwamba mteja wake hakuwa na hatia, alikuwa anasingiziwa. Walidai kwamba mbaba anaweza kuwa ni mbaba yoyote, mtoto hakusema kwamba bwana Kapyela ndio huyo mbaba aliyowafanyia ule uovu na bwana Kapyela naye alisisitiza pale mahakamani alipopanda kizimbani kwamba huyu mtoto anamsingizia. Sasa katika kitu ambacho kiliwagusa watu wengi sana na kuwashtua ni pale upande wa mashtaka ulipomleta shahidi wao wa nguvu. Huyu alikuwa si mwingine bali mtoto wa bwana James Kapyela. Kama vile unakumbuka hapo mwanzo, mtoto Brighton alisema kwamba yeye aliweza kutoroka kwa sababu kaka alimfungulia mlango wa lile gari akamwambia akimbie. Watu wengi ambao walikuwa hawamfahamu walikuwa wanatamani kumfahamu huyu kaka ni nani, kwa sababu bila shaka huyu kaka ndiye aliokoa maisha ya Brighton. Daktari aliyekuja kufanya vipimo vya postmortem katika miili ya wale watoto alikuja kugundua na kutoa taarifa pale mahakamani kwamba ndio wale watoto walionekana kwamba walikuwa wamepigwa na kitu kizito kichwani na walikuwa wakitoka damu, lakini kilichosababisha wale watoto kufariki hakikuwa kile kipigo kichwani, bali ilikuwa ni kukosa hewa kutokana na kwamba walikuwa wamefungiwa katika lile gari kwa hiyo ilikuwa dhahiri kwa kila mtu pale mahakamani kwamba Brighton angeendelea kukaa katika lile gari na yeye angepoteza uhai kwa sababu kulikuwa hakuna hewa ya kutosha. Michael alivyopanda kizimbani alitoa ushuhuda ambao uliacha mahakama nzima mdomo wazi. Alidai kwamba hiyo siku alimshuhudia baba yake akiingia nyumbani kwao na watoto watatu. Alimwona baba yake akiwapiga wale watoto na alimwona akienda kuwafungia ganje kwenye gari bovu ambalo lilikuwa limeegeshwa. Hakumuonyesha babake kwamba ameona vile vitu vikiwa vinaendelea, lakini aliendelea kulichunguza lile gari kwa umbali bila kuonekana kama vile analichunguza. Wakati wa kulichunguza hili gari kwa sirisiri, akagundua kwamba kuna mtoto mule ndani alikuwa bado yupo hai. Alivyoona hivyo, akasubiria nafasi ambayo babake atakuwa hayupo au atakuwa yuko akifanya kitu kingine aweze kwenda kumsaidia yule mtoto, na hapo ndipo alipopata nafasi ile. Siku ya tarehe ishirini na mbili, akiwa na hofu lakini bila kusita, alichukua funguo za lile gari na kwenda na alifungua lile gari na alipokuta kweli yule mtoto bado alikuwa hai, akamwambia akimbie. Zaidi ya hapo Michael akashuhudia kwamba alimshuhudia baba yake akibeba miili ya wale watoto wawili waliobaki na kutokana nje ya nyumba. Yeye dirisha la chumbani kwake ana uwezo wa kuona mpaka ile nyumba ya pili, na alimwona baba yake akiingia na ile miili mpaka katika ile nyumba ambayo hajakamilika na alivyorudi hakuwa nayo. Ushuhuda huu ulikuwa mzito sana, kwa sababu ilikuwa ni dhahiri kwamba Michael alikuwa anasema ukweli na alionekana ni kijana aliyekuwa akimwogopa sana baba yake. Kwa hiyo kile kitendo chake cha kumwokoa Brighton kiliwagusa watu wote katika ile mahakama. Baada ya ushuhuda wa Brighton na baada ya ushuhuda wa Michael, ilikuwa dhahiri kwa mahakama kwamba huu ushahidi ulikuwa mzito sana dhidi ya bwana Kapyela hata kama ha yeye alikuwa anakataa, kwa sababu hata kama walivyokuwa wanasema kwamba Brighton hakumtaja bwana Kapyela, alikuwa anasema tu mbamba, lakini yeye ndiye mmiliki wa ile nyumba yeye peke yake. Bwana Kapyela ndiye mbaba katika lile nyumba, kwa hiyo haiwezekani kaja kutokea kwamba mbaba mwingine wa kwenye nyumba nyingine aweze kuteka watoto wa watu halafu awaingize kwenye nyumba ambayo si yake halafu awaue mule ndani halafu achukue funguo za gari ambalo si lake awafungie wale watoto mule ndani halafu baadaye baada ya siku mbili aende tena katika ile nyumba ambayo sio ya kwake akafungua lile gari ambalo si la kwake awatoe wale watoto aende kutupa ile miili yao kwenye ile nyumba ya jirani ambayo si jirani yake. Kilikuwa kitu ambacho hakiwezekani. Na zaidi ya hapo, mtoto wake yeye mwenyewe wa kumzaa alishuhudia kwamba alimwona baba yake akifanya hivi vitendo. Halafu bila kusahau, kutokana na maelezo ya mashahidi wengine, siku ya kugundulika ile miili Bwana Kapyela alivyopewa taarifa kuhusu ule uvumbuzi wa ile miili na kuhusu nyumba yake kuchomwa moto, hatua aliyoichukua baada ya kupata ile taarifa haikuwa ya kawaida kwa mtu ambaye amepatwa na jambo lile. Angekuwa mtu mwingine ambaye hana hatia, angekimbia mara mmoja polisi kwenda kutoa taarifa kwamba jamani, kuna tatizo limetokea, nyumba yangu inachomwa moto. Lakini yeye, Bwana Kapyela, amepata hizi taarifa saa nne saa tano asubuhi, hakujigusa kwenda kukimbilia polisi wala nini, mpaka rafiki yake, mtu wake karibu, yule bwana na Rosta kumbembeleza na kuchukua usafiri wake yeye, kumwambia basi, mi nitakusindikiza, tuende nikupeleke, ndio kukubali kwenda mpaka kituo cha polisi ile saa saba saa nane kwenda kutoa zile taarifa. Basi baada ya wale mashahidi kumaliza kutoa ushuhuda wao, hakimu JV Mwenye Panzi akatoa hukumu kwamba bwana Kapyela alikuwa amepatikana na hatia ya kuteka wale watoto, kuua wale watoto wawili, na alitangaza kwamba ameweza kupata adhabu ya kunyongwa mpaka kufa. Lakini safari haikuishia hapo. Bwana James Kapyela akaamua kukata rufaa mahakama ya rufaa ya Tanzania, akiwakilishwa na wakili wake Balthazar Sichilima Chambi. Upande wa serikali ambao uliwakilisha na mawakili Kalistus Kapinga na Joseph Mwakasege kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, yani DPP. Mahakimu wa mahakama ya rufaa baada ya kusikiliza ile kesi, na wenyewe wakafikia maamuzi yale yale, kwamba bila shaka ushahidi ulioletwa ulikuwa umekamilika. Kwa hiyo hukumu ya kifo ya James Kapyela ikaamriwa iendelee vile vile. Ni nini hasa unadhani kilimfanya mtu mzima baba wa familia achukue uhai wa watoto wadogo wasiokuwa na hatia? Je, inaweza kuwa na hasira au uchawi au tu ni roho ya kikatili ambayo mara nyingi huwa haita sababu maswali haya yataendelea kubaki kichwani mwa watu wa mtaa Kizwite ambao walioathirika sana na hili tukio. Kwa sababu kutoka siku hiyo wazazi hawakuwa na amani, na watoto hawakuweza tena kucheza ile kama kawaida wakiwa huru kwa sababu walikuwa na hofu kwamba na wenyewe yanaweza kuyakuta kama aliowakuta wale wenzao. Je, wewe unaonaje? Unadhani ni kweli bwana Kapyela aliua wa watoto au amesingiziwa kweli kama alivyokuwa anadai? Na hapa tumefikia mwisho wa simulizi yetu ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video katika channel hii, karibu sana. Tafadhali hakikisha na subscribe Jamani. Hapa utapata simulizi za ukweli za matukio kama haya kutoka Tanzania na nchi za jirani, lengo kuu likiwa ni kupata mafunzo ya maisha na usalama. Usisahau pia kulike na kushare video hii ili watu wengine nao waweze kuja na kujifunza pamoja na sisi. Asante sana kwa kuangalia video hii, tuonane tena kwenye video jayo.